Halmashauri ya wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro imemsimamisha kazi afisa kilimo wa wilaya hiyo Dkt. Lalawashi Kweka kwa tuhuma za kuhusika na ubadhirifu wa shilingi milioni ishirini na nane ambazo ni fedha za miradi ya kilimo akishirikiana, akishirikiana na watumishi wengine wanne wa idara ya utumishi na fedha. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Hai Saidi Mdure Mderu amesema kuwa ubadhirifu huo umebainika baada ya wakaguzi wa ndani kufanya ukaguzi katika idara ya kilimo. Sauda Shimbo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Moshi. Kusimamishwa kazi kwa afisa kilimo halmashauri ya wilaya Hai mkoani Kilimanjaro Dr. Lala Shoi Kweka pamoja na watumishi wengine wanne kunafuatia ukaguzi wa ndani uliofanywa na kubaini ubadhirifu wa kiasi cha shilingi milioni ishirini na nane ikiwemo fedha za miradi ya kilimo na fedha za asilimia ishirini ya mapato ya halmashauri yanayopelekwa vijijini. Akiwataja watumishi waliofanywa ubadhirifu wa fedha hizo mbele ya waandishi wa habari wilani humo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya hiyo Saidi Mderu amesema mbali na afisa kilimo huyo kuhusika pia wakaguzi hao wamebaini kuhusika kwa Tadeus Meela, Valentin Elisha kutoka idara ya uhasibu pamoja na Gudila Mashele na Faraja Ndatu wote kutoka idara ya utumishi lakini baada ya wakaguzi kukagua kwa kina wakagundua hizo fedha hazikwenda kunakohusika. Pia wakabaini wizi uliofanyika wa milioni kumi laki sita na hamsini elfu. Fedha hizi zilionyesha zimetumika katika maandalizi ya hesabu za serikali za mitaa, lakzi wa milioni kumi laki moja na sitini na sita elfu mia nane. Fedha hizi ni asilimia ishirini ambazo zinapashwa halmashauri kuzipeleka kupeleka vijijini. Deru pia akazungumzia hatua atakazochukuliwa watumishi ambao wamehusika na ubadhirifu huo na kusimamishwa kazi kutokana na kutuhumiwa na ubadhirifu wa fedha katika matukio mengine ya nyuma. Kwa sasa ambaye ni mtumishi ambaye anafanya kazi katika halmashauri yetu ni dkt Kweka, ambaye ni afisa kilimo wa wilaya yeye, itabidi apumziki ili kupisha uchunguzi. Baada ya uchunguzi ukikamilisha, akionekana kama hausiki ataendelea na kazi kama kawaida, na kama akionekana nahusika basi sheria ichukue mkondo wake. Ndugu Mela, yeye alihama, hayupo katika halmashauri yetu, kwa hiyo hatuna mamlaka nayo, isipokuwa tutalifikisha hili kwa katibu tawala wa mkoa RAS, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Ye kwa mamlaka aliyokuwa nayo ataona nini cha kuweza kukifanya. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Hai Anthony Mtaka amesema wilaya itaendelea kufanya uchunguzi katika idara zote kwa kushirikiana na TAKUKURU na ofisi ya mkuu wa mkoa ili kujenga taswira ya watu watakaoheshimu fedha za maendeleo ya miradi ya wananchi nakuambia kwamba serikali gani wananchi wanaidiwa kwamba hela za maendeleo zinakuja za kwa pesa watu hatuwezi tukaruhusu jambo hilo mpaka sasa halmashauri ya wilaya hai mkoani kilimanjaro imeshawasimamisha kazi watumishi kumi na mbili kwa kipindi cha kuanzia novemba elfu mbili kumi na tano hadi machi elfu mbili kumi na sita nikiripoti kutoka wilayani hai mimi ni sauda shimbo wa tbc